Staajabu ya Musa utaona ya Firauni. Sasa wafungwa nchini Afrika Kusini wameelezea kutoridhika kwao na utaratibu mpya wa chakula ulioanzishwa hivi karibuni na Idara ya Magereza. Baadhi ya wafungwa walionukuliwa na vyombo vya habari vya Afrika Kusini wamesema kuwa chakula cha sasa hakina ladha, na hakitoshi, na hata kutishia kuandamana iwapo kipimo kitaendelea kuwa hivyo. Awali wafungwa walikuwa wakila nyama ya ng'ombe mara nne katika kipindi cha siku kumi na mbili huku wakijichana kwa kuku mara tatu ratiba ya nyama ya nguruwe ilikuwa mara tatu na kwa walaji wa samaki ni mara mbili katika kipindi hicho cha siku kumi na mbili. Hata hivyo, katika utaratibu huo mpya sasa minofu hiyo itakuwa siku moja tu katika kipindi cha siku kumi na mbili kutoka mara nne, ila wanaokula nyama ya nguruwe ratiba ni ile ile mara tatu. Kama hiyo haitoshi, ujumbe ni msiboteke. Unywaji wa chai na kahawa watasubiri hadi watakapotoka gerezani, huduma hiyo imeondolewa. Idara ya Magereza imesema kuwa maharagwe, mayai na soya yameongezwa ili kufidia upungufu wa nyama ya ng'ombe huku na samaki baada ya vitoweo hivyo kupunguzwa. Kulingana na ripoti, katika utaratibu huu mpya mamlaka zinalenga kupunguza randi milioni mia mbili kwa mwaka, sawa na dola milioni kumi na moja za Marekani. Hata hivyo msemaji wa idara ya magereza amesisitiza kuwa mpango huo umeanzishwa kwa lengo la kutoa vyakula vya aina mbalimbali. Afrika Kusini ina jumla ya magereza mia mbili arobaini yenye mafungwa zaidi ya laki moja na hamsini. Je, yeah, kupunguzwa kwa vitoweo jela, ni suala linalostahili kuanzishwa kwa mgomo?